RUCU kimeandaa kongamano kubwa la kitaaluma na la kitaifa kuwahi kutokea mkoani Iringa na kongamano hili linalenga kuonyesha ushirikiano, ushiriki wa PPP katika kulifikia dira ya taifa ya 2050. Na katika kongamano hili mada kuu itakuwa ni dira ya taifa ya maendeleo 2050 na uchumi jumuishi tutokapo na tuendapo. Na kutakuwa na swali, chag swali chagizo ambalo litaongoza mada hii, kwa maana ya kongamano hili litakuwa linasema je, tunajenga uchumi jumuishi? Kongamano hili, kama nilivyosema awali, limeandaliwa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu Katoliki Ruaha pamoja na Kituo cha Ubia wa Sekta ya Umma na Sekta Binafsi, kwa maana ya Public Private Partnership Center, PPC litafanyika siku ya Alhamisi, tarehe tisa Oktoba 2025 katika ukumbi mkuu wa Ruku tunapaita Ruku main Hall, kuanzia majira ya saa mbili kamili hadi saa nane mchana. Lengo la kongamano hili ni nini? Lengo kuu la kongamano ni kujenga mjadala wa kitaaluma wa kimkakati kuhusu mchango wa PPP katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Miongoni mwa malengo yake ni kuimarisha uelewa wa mchango wa PPP katika uchumi wa maendeleo ya kijamii, kubadilishana uzoefu wa kitaifa na kimataifa kuhusu utekelezaji wa miradi ya ubia, kutoa mapendekezo ya sera na mikakati ya kuongeza ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo endelevu. Kongamano hili litashirikisha zaidi ya watu mia tano kutoka katika sekta mbalimbali zikiongozwa na sekta ya elimu, serikali, sekta binafsi, dini, NGO, wajasiriamali wadogo wadogo, wa kati na wakubwa, nanyi vyombo vya habari, wote mnakaribishwa kushiriki kongamano hili, kama tulivyosema, la kitaaluma. Litaongozwa na wanataaluma wabobevu katika sekta mbalimbali. Wa kwanza atakuwa Sister Professor Christina Rekure ambaye ni makamu mkuu wa chuo cha Ruku. Uh, atakuwepo Profesa Musa Asad, makamu mkuu wa chuo cha Morogoro, Morogoro Muslim University MUM. Tutakuwa naye Profesa Humphrey Mushi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tutakuwa naye mkurugenzi wa PPPC mwenyewe, Mheshimiwa David Zakaria Kafulila. Lakini pia atakuwepo Profesa Samuel Wangwe, mwenyekiti wa Daima Association Atakuwepo Dkt. Mwajuma Hamza, mkurugenzi mtendaji wa TWCC, lakini pia atakuwepo Daktari Isidori Binani ambaye ni mkufunzi wa chuo kikuu katoliki Ruaha. Katika kuongoza mdaro huu utaongozwa na mwanahabari nguli mwenye uzoefu wa kitaifa na kimataifa, tunamwita sini ya Tido Mhando. Huyu ndio atakuwa muongozaji wa kongamano hili washiriki wengine watatoka katika sekta za serikali na binafsi zikiwemo kama nilivyotaja: vyuo vikuu, taasisi za elimu za kati, taasisi za serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi za dini, sekta binafsi, taasisi za fedha na wafanyabiashara. Zaidi ya taasisi mia moja tumeziarika kushiriki. Nafasi ya RUCU katika kuendeleza elimu ya juu, kama taasisi ya elimu ya juu, Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kinaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ambayo ni matatu hasa ya kitaaluma kwa maana ya kufundisha, kufanya tafiti na huduma kwa jamii kwa maana ya consultants na, na outreach. So kupitia kongamano hili Ruku inawakaribisha washiriki kwenye kitovu cha maarifa, ubunifu na mshikamano wa kijamii hapa Ruaha Catholic University. Maandalizi. Kongamano hili limeandaliwa vyema kama tulivyosema awali, aa, kwa kushirikiana na PPC imejiandaa kwa kiwango cha juu kuhakikisha kongamano hili linafanyika kwa ubora wa kitaaluma, kifundi na teknolojia za hali ya juu. Kongamano litakuwa live kupitia vyombo vya habari vya kitaifa na mitandao ya kijamii. Washiriki tuna wakaribisha kwa ajili ya kupata maarifa, mitandao ya kitaaluma kwa maana ya networking na uelewa wa kina kuhusu nafasi ya PPP katika kufanikisha dira ya taifa ya 2050. Utaratibu uliowekwa kuhakikisha kwamba kila mshiriki anashiriki na kufanikiwa kupata maarifa haya. Kongamano litafanikiwa kwa maandali, kwa maandalizi kamili kati ya Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kwa maana ya RUCU pamoja na PPC. Timu maalum imeundwa ambayo inalenga kuratibu wageni wote wanafika, na wachangia mada wote kwa maana ambao watakuwa uh, wa viongozi wetu wa kitaaluma pamoja na viongozi na wageni wengine wanashiriki kukamilisha zoezi hili. Lakini kongamano hili litaongozwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa, wa Iringa, Mheshimiwa Harry James ambaye atakuwa mgeni wetu rasmi, ambalo litakuwa pamoja na masuala mengine itakuwa ikijadili e, nafasi ya PPP katika kuifikia adira ya 2050. Kwa hiyo ni kongamano ambalo linahusisha taasisi mbili. Taasisi ya kwanza ni taasisi ya, ya PPPC. Taasisi ya pili ni taasisi ya Chuo Kikuu Katoliki Rua, na hii ni mwendelezo wa PPPC kushirikiana na higher learning institutions kufanya haya makongamano. Tumeshafanya makongamano kwa kushirikiana na chukuchaalam lakini pia vilevile tumeshafanya kongamano kwa kushirikiana pia na, na, na, na chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino ya, ya, ya Mwanza, na at this tunakwenda kufanya kongamano na kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Aruku, na baada ya hapa pia tunakwenda kufanya kwe, katika mkoa wa Morogoro pia na mkoa wa Mwanza tena. Kwa hiyo tunaye r Aruku ambaye yuko hapa ata address kama mtu ambaye wana, wana host hili kongamano, aelezee kongamano ina dhima gani na malengo na ni watu gani ambao wanakwenda kualikwa kwenye ile kongamano.